Mnamo Mei 19 mwaka huu ripoti zisizothibitishwa zilienea kuhusu uwezekano wa mapinduzi ya kijeshi nchini Ivory Coast. Tetesi hizi zilichochewa na madai ya kutokuwepo kwa rais Alassane Ouattara hadharani na ripoti za milio ya risasi katika mji mkuu Abidjan. Mitandao ya kijamii ilijaa madai ya machafuko, vifo vya watu 33, na uwezekano wa kufungiwa kwa mtandao wa internet. Hata hivyo tarehe ishirini na mbili Rais Autara alionekana hadharani akiongoza kikao cha baraza la mawaziri katika ikulu ya Abijan. Taarifa rasmi kutoka Ikulu, pamoja na picha za tukio hilo, zilithibitisha kuwa serikali inaendelea kufanya kazi kama kawaida. Waandishi wa habari walioko Abijan walikanusha madai ya mapinduzi, wakiyaita habari za uongo. Tetesi hizi zimetokea katika kipindi cha mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Mgombea wa upinzani Tidjane Thiam aliondolewa kwenye orodha ya wapiga kura kutokana na suala la uraia wake wa zamani wa Ufaransa, hatua ambayo imezua maswali kuhusu haki na uwazi wa mchakato wa uchaguzi. Kwa sasa hakuna ushahidi wa mapinduzi nchini Ivory Coast. Serikali inaendelea na shughuli zake na Rais Ouattara yuko madarakani. Hata hivyo hali ya kisiasa inabaki kuwa tete na ni muhimu kufuatilia maendeleo kwa karibu, hasa kuelekea uchaguzi ujao. Katika kipindi ambacho Afrika Magharibi imekumbwa na wimbi la mapinduzi katika mataifa kama Mali, Guinea, Burkina Faso na Niger, taarifa kama hizi ziliamsha hofu na vuguvugu la mapinduzi. Lakini je, mapinduzi haya yalikuwa ya kweli? Huu hapa ni uchambuzi wa kina wa kilichotokea, ukweli uliofichwa nyuma ya tetesi, muktadha wa kisiasa na athari za taarifa za kupotosha kwa usalama wa kanda na taswira ya kisiasa barani Afrika. Ivory Coast ni taifa lenye historia yenye misukosuko ya, misuko ya kisiasa licha ya kuwa moja ya nchi tajiri kwa kakao na rasilimali nyingine Afrika. Tangu uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960, taifa hili lilitawaliwa na Rais Felix kwa zaidi ya miongo mitatu. Baada ya kifo chake mwaka 1963, nchi ilikumbwa na misuguano ya kisiasa na mapinduzi yaliyosababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka ya elfu mbili na mbili hadi mwaka elfu mbili na saba na tena mwaka elfu mbili na kumi hadi mwaka elfu mbili na kumi na moja Rais wa sasa Alasena Utara alichukua madaraka mwaka 2011 baada ya mzozo wa kisiasa uliomalizika kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa na nguvu za kijeshi kutoka Ufaransa. Uongozi wake umekuwa na mafanikio ya kiuchumi, lakini pia umekosolewa kwa hatua zinazotafsiriwa kama za kuua demokrasia ikiwa ni pamoja na kushinikiza muhula wa tatu wa urais mwaka 2020. Tarehe 19, taarifa za kushtua zilienea katika mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari visivyo rasmi, Ivory Coast imeshuhudia jaribio la mapinduzi ya kijeshi. Ripoti hizo zilidai kuwa Rais Alassane Ouattara hakuonekana hadharani kwa siku kadhaa, milio ya risasi ilisikika katika maeneo ya kijeshi jijini Abidjan, mtandao wa internet ulikuwa haupatikani kwa saa kadhaa, kulikuwa na ripoti zilizothibitishwa za vifo zaidi ya watu 33. Pamoja na vikosi vya ulinzi vilionekana vikizunguka mitaani kwa idadi isiyo ya kawaida. Ripoti hizi zilitokana na vyanzo vya mitandao ya kijamii, baadhi zikionekana kutoka accounts za bots au watu wasiojulikana waliosambaza picha za zamani au zisizo na uhusiano na hali halisi. Tarehe 22, Rais Autara alionekana hadharani akiongoza kikao cha baraza la mawaziri jijini Abijan. Picha za tukio hilo zilionyeshwa kwenye televisheni ya taifa RTI. Waziri wa usalama wa ndani alikanusha uvumi huo akisema hakuna tukio la kijeshi lisilo la kawaida limejirudia nchini. Waandishi wa habari wa ndani waliwasilisha taarifa kuwa hali ilikuwa ya kawaida, ingawa walikiri kuwa kulikuwa na shughuli nyingi za kijeshi katika kambi kadhaa, kitu ambacho kiliibua taharuki miongoni mwa raia. Umoja wa Mataifa na jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS walitoa taarifa wakitoa wito kwa wananchi na vyombo vya habari kutegemea taarifa rasmi. Mojawapo ya sababu zilizopelekea uvumi wa mapinduzi kuwa na nguvu ni hali tete ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Viongozi wa upinzani wamelalamikia serikali hii kutokana na kuondolewa kwa Tijen Thiami, mgombea maarufu wa upinzani kutoka kwenye orodha ya wapiga kura, kutokana na uraia wake wa zamani wa Ufaransa, kuwepo kwa wimbi la ukandamizaji wa wanaharakati na vyombo vya habari huru, pamoja na hali ya ukosefu wa uwazi katika maandalizi ya uchaguzi. Katika mazingira kama haya ambapo wananchi wamepoteza imani kwa mfumo rasmi wa kidemokrasia, uvumi wa mapinduzi unaweza kupata mashiko kirahisi. Hii ni hatari kwa utulivu wa nchi yeyote yenye historia ya mapinduzi na vita vya wenyewe kwa wenyewe kama Ivory Coast.